Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mimi kwa jina naitwa Khalifa Abdallah Saidi, ni mwenyekiti wa taasisi ya Arafat Haji and umra Service. Taasisi hii yenye usajili wake Zanzibar, lakini ikiwa na tawi Dar es Salaam pamoja na Pemba. Branch ya Dar es Salaam inasimamiwa na Maalim Juma Mmanga na Pemba inasimamiwa na Sheikh Ali Naso, na Zanzibar pale pana timu kamili ya viongozi pamoja na mashehe mara hii tumekuja na mahujaji mia moja na moja ndani yake wakiwemo wa mashehe pamoja na wafanyabiashara mbalimbali pamoja na waajiriwa wa serikali na wastaafu pia. Hali za mahujaji tuliokuja nao tukiwa hapa Mina kwa kweli ni nzuri, za afya njema, wakiwa vizuri kabisa, bashasha na hamu kubwa ya utekelezaji wa ibada hii ya hija, hasa katika mazingira ambayo tumeyaona mara hii yakiwa ni mazuri na mabadiliko makubwa Mina. Changamoto kubwa tuliokabiliana nayo Mina miaka ishirini iliyopita siyo ya sasa. Mabadiliko kwa kweli ni makubwa. Ni mara yangu ya mwanzo kuona split unit zimefungwa ndani ya mahema na mahema haya yakiwa yametumika kwa fensi ya hardboard. Mara nyingi tumezoea maturubali na central ac zikiwa baada ya kutoa baridi zinatoa joto lakini tunashukuru mabadiliko yamekuwa makubwa na mahujaji wako salama kiafya, na kwa kweli tunafurahia au tumependezwa tuna na huduma hizi za mwaka huu. Wallahi, mpaka sasa kwa taasisi yetu ya Arfat Haji Ndumra Service kwa mahujaji wetu mia moja na moja, tukiambatana na wanaume 57, kina mama 47, hatujapata mgonjwa yoyote ambaye mpaka sasa atashindwa kutekeleza ibada yake ya hija. Mahujaji wote wako vizuri, timamu afya na utambuzi sahihi, walilowaleta hapa katika miji ya Maka na hapa tulipo Mina, na tunatarajia kesho kwenda zetu Arafa, Muzdalifa na kuelekea Jamarati. Hatujapata changamoto, na mara hii kwa kweli tulipata bahati kubwa sana. Mahujaji wa Tanzania wengi wetu tulipata kuondoka na ndege ya Suudia Airline ambayo iliondokea Zanzibar direct flight kutoka Zanzibar tu Madina, na nyingine flight imeondokea Zanzibar tu Jida. Kwa hiyo kiusafiri, alhamdulillah, tunatoa shukurani za dhati kwa rais wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, yeye ndiyo aliyefanikisha zoezi hili la upatikanaji wa hii ndege. Changamoto kubwa za mahujaji wa Tanzania kiukweli liko kwenye usafiri, liko kwenye usafiri, kwa sababu tumezishuhudia baadhi ya taasisi za wenzetu za Tanzania bara zikija Zanzibar kwa ajili ya usafiri wa ndege kutafuta uwepesi wa kufika katika miji hii mitakatifu. Kwa hiyo sisi tumebahatika mara hii tumepata usafiri wa Saudia Airline uliotuondoa moja kwa moja ndani ya masaa manne manne na nusu tumefika ndani ya miji hii mitakatifu ya Maka na Madina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mpenzi mtazamaji, ni banda la taasisi ya e, Arafat eh. Taasisi ya Arafat haji ni umla ili ni banda upande wa wanaume, nimeletewa hapa Dr. Alifa. Dr. Alifa, karibu Dr. Masudi, a samani o ni Dr. Masudi. bismillahi irahmani irahim, mimi jina langu ni Masudi Suleiman Abdallah <coughs> natokea kisiwa cha Pemba. Nimekuja na kampuni hii ya Arafat Haj and Umrah Services. Uh, tumeondoka kisiwani Pemba siku ya Jumatano ya tarehe 21 jioni, na tukaondoka Unguja kuelekea Madina moja kwa moja kwa Saudia, na tukasafiri kutoka Unguja hadi Saudia yani tukashuka Madina kwa muda wa masaa manne na nusu. Actually, safari yetu ilikuwa ni nzuri sana, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini na kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dk. Hussein Ali Mwinyi kwa kutupatia usafiri wa moja kwa moja. Kwa kweli safari yetu imekuwa ili, ni nzuri kabisa. Mimi binafsi ni mara yangu ya mwanzo kuja huko, lakini sikupata usumbufu wote wa safari. Actually, napenda sana nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa Arafat Hajj and Umrah Services kwa huduma nzuri sana ambazo wanatupatia baada ya kushuka Madina, alhamdulillahi wamekuwa wanatuongoza katika kufanya ibada zetu vizuri, wametupeleka sehemu tofauti katika kuangalia mji wa Madina, kwa mfano Masjid Kuba, Kiblatain, sehemu ambayo vilipiganwa kwenye mlima Uhud, tumekwenda raudha. Huduma ambazo tunazipata ni nzuri sana sana sana, huduma za malazi ni nzuri, huduma za chakula ni nzuri. Yani viongozi wetu wamekuwa wanajitoa sana wao baada ya kuwa ni viongozi wamekuwa ni watumwa wetu, yani wanatushirikia kwa kila kitu. Lakini pia napenda niwapongeze kundi zima la madaktari wa Arafat Hajj and Umrah Service. Kila siku ya Mungu asubuhi madaktari wanapita vimbani kwetu kuchekea afya zetu tupo vizuri kabisa. Tumeondoka Madina alhamdulillah kwa usafiri mzuri sana ambao wengine hatujawahi kusafiri, tumesafiri na treni ya umeme kwa muda wa masaa mawili na nusu yani kutoka Madina hadi Makkah tumeenjoy safari sana, tumefika katika mji mkuu wa Maka. Tumekuwa tukifanya ibada zetu vizuri, tumekwenda katika ziara. Leo hapa tuko Mina. Kabla ya leo hii tumeshawahi kuja tukiongozwa na viongozi wetu, tumesha kuja Mina, tumesha kwenda kwenye viwanja vya Arafa, tumeshakwenda kwenye viwanja vya Muzdalifa, tumesha kwenda sehemu ambayo tutapiga chambrati. Kwa hiyo actually, nataka nipongeze sana jumuiya ya Arafat Haji ende Umra Service. Viongozi wake kwa kweli ni wakarimu sana, wanatuelimisha kwa sababu si kwamba tumefika tu wanatuachia. Hapana, semina zinaendelea. Kwa hiyo tokea tumetokea Madina mpaka sasa hivi tunafanya ibada zetu vizuri. Bismillahi wassalatu wassalam, jina langu naitwa Juma Manga, mkurugenzi baraza la mji wilaya ya Kaskazini B Unguja mteuliwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Natoa wito kwa watendaji wote wa serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuitumia nafasi tulionayo kuweza kutembelea katika maeneo matakatifu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija hapa Maka. Itatuwezesha kuweza kupata uimara wa kutekeleza majukumu magumu tuliopewa na mteuliwa wetu iwe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na pia wanasema, uh, nguvu ndio mtaji wako kwenye ibada hija. Ukija umechelewa, umestafu, misukosuko mingi unakutana nayo, lakini ukija ukiwa na nguvu zako, ukiwa una imara, basi unaweza kutekeleza ibada hija kwa usahihi, kwa umakini, pasi na kuhitaji msaada wa kihuduma wa afya. Wito wangu ni utoe kwa watendaji wenzangu wa serikali wale ambao wamepata nafasi ya kuteuliwa ama ambao kupata nafasi ya kuteuliwa, lakini pia niombe, niziombe serikali zote mbili kwamba imefika wakati wale wateule wake wote ambao ni Waislamu wawalazimishe kuja kutekeleza ibada hija, kwani wakirudi watakuwa ni waadilifu, wasikivu na serikali itajia baraka na neema kutokana na watendaji wake kuwa ni waliotekeleza ibada ya hija. Kipekee kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa ruhusa ambazo katupatia sisi wafanyakazi wa serikali, lakini pamoja na hilo pia ni muombe Mheshimiwa kwamba huduma aliyotupatia mwaka huu ambao hakuna mzanzibari ambao hatomshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye kwaja huku ya huku Zanzibar kwa Maka kutokana na mkazo msim, usimamizi wake imara, kuweza kutupatia ndege ya Saudia Airline tumesafiri kwa wepesi sana kutoka Zanzibar mpaka ma Madina kwa muda wa masaa manne na dakika kumi. Tunamtakia kila la kheri, tunaomba hili liwe endelevu kwa serikali ambayo anayongoza yeye, na namuomba Allah subhanahu wa taala ampe umri, afya, ujasiri na yote anayoyatarajia katika moyo wake ili aweze tena kuyatekeleza haya ambayo ametutekelezea sisi mahujaji kutoka Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Jina langu naitwa Juma Manga, nasema amani ya Rahmani. Kabla kumaliza mkuu, kwa faida ya mtazamaji, je, hii hija yako ni ya ngapi? Na hija ya kwanza ulipiga mwaka gani? Mwaka wa mwaka mwanzo kuja kutekeleza ibada hija ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na nane, mfululizo mpaka leo. Ni shukuru pia kwa mpiga picha wangu ni zao langu Mwaka elfu mbili na tisa nilimnyanyua kwenye kiti katika eh, duka lake alilokuwa nauzia cd pale Mtoro, nikashawishi tukaja kuweza kuja kutekeleza ibada ya hija. Na mwaka elfu mbili na tisa tulitengeneza dokumentari ya hija ambayo niseme tu kwa kinywa kipana kwamba haijapikuliwa hadi leo, hata wasudi wenyewe wamekuwa wakiitumia katika baadhi ya mambo yao. Niseme tu kama ada na desturi Amani ya Rahmani, kudra zake Manani, ulinzi wa Kahari unawiri kwako wewe, mtazamaji kupitia Saimu Gwao Online TV, ahsante.